Tumefahamiana, lakini mafuta nchi hii, mkitaka kujua kwamba watu wamekuja hapa kufanya biashara mafuta katika nchi hii, sisi tunatumia lita milioni kumi kwa mwezi ya petroli. Lita ngapi? Zaidi ya milioni kumi kwa mwezi mafuta ya petroli tunatumia karibu lita laki sita kila mwezi mafuta ya diesel. Tunatumia karibu lita laki tatu kila mwezi mafuta ya taa. Sasa hebu nyie fanyeni hesabu. Mtu huyo alipewa biashara hii kwa taratibu hizo za kifisadi zilizoelezwa, tazameni akiwekewa faida yake shilingi mia tu kwa kila lita. Kwa mwezi ana faida ya kiasi gani jamani, mpo? Tazameni watu wanavyotengeneza. Ndio maana mtu hana mhali. Faida shilingi mia tu kwa kila lita, kwa lita milioni kumi na sita lita milioni kumi na sita kumi na saba hebu fanya mia moja mara milioni kumi na saba ni faida ya kiasi gani? Vijana mnaojua hesabu, sisi hesabu zimetupita upande. Kwa hiyo kodi mafuta haya leo wewe mwananchi kila asubuhi anazidishwa kodi, inatiwa mia, inatiwa mia na hamsini, mia mbili. Lakini kama hilo halitoshi, leo umeambiwa kumeanzishwa mradi mpya wakutia namba mpya za magari, mradi wa mtu huo, namba mpya za magari kwa hesabu ya serikali mpaka mwaka ishirini ishirini na tatu Zanzibar palikuwa na gari karibu 80000 sasa. Leo wewe ukitozwa sijui shilingi ngapi elfu kumi sijui ishirini kwa kuweka namba mpya, hujataka wewe namba mpya amewekewa ni mradi watu ili wapate kula. Jiulize, watatengeneza faida kiasi gani? Lakini ukenda kuna ukaguzi wa magari, nyinyi mnajua gharama ya kazi, mnajua kodi ada mnazotozwa kila pahala. Sasa jamani, haya maisha yasiwe magumu kiasi gani? yasiwe magumu vipi? Ndio maana sisi tunachosema sisi, ahadi yetu, ahadi yetu ya kwanza tunasema kwanza, biashara inayowezwa kufanywa na mtu wa Zanzibar itafanywa na mtu wa Zanzibar, ili faida itakayopatikana ibaki, iwasaidie, izunguke Zanzibar na hii itapunguza ukali wa maisha, kwa sababu mfano mzuri, ndugu zangu, pale uwanja wa ndege nyote mnakumbuka palikuwa na kampuni ya wazalendo ya Zati ndio ikitoa huduma, iliajiri watu karibu mia nne, wote wa hapa Zanzibar, watu karibu mia nne kulikuwa na kampuni nyingine ya ndugu zetu wa hapa hapa, ilikuwa imeajiri karibu watu mia mbili na thalathini. Watu karibu mia sita wameajiriwa pale, familia mia sita zimekujwa zikaondoshwa mchana mmoja, kinyume na sheria, kinyume na taratibu. Leo nendeni mjiulize, walioajiriwa wanakotoka, nendeni airport hawa wametafuta pahala, wamekwenda. Hiyo ndio ilikuwa faida, na ndiyo faida ya wazawa kushiriki katika uchumi. Na sisi tunachosema, sera yetu ya kwanza katika uwezeshaji, tutakachokifanya na kwenye hili, hatuoni muhali, ndio nchi zote zinazofanya, kwa sababu mimi, mtakapokwenda kunipigia kura mtakapokwenda kunipigia kura mimi, wajibu wangu ni kwenu, sio kwa mtu mwingine. Namie niende wapi eh? Nikitoka daraja bovu ntaingia Boriborini, Boribori eh? Ndio kwenye jamaa zangu, si ndio eh? Sasa mimi mkinichagua mimi, wajibu wangu ndugu zangu, na ndio ahadi yangu serikali nitakayoiongoza eh? serikali mtakaokuwa nao chini ya rais Othman Masoud, hiyo ni serikali yenu, serikali mlioiweka iwatumikie. Kwa hivyo la mwanzo tunasema sisi wajibu wetu ni kwenu, na kwa hivyo biashara yoyote, kazi yoyote inayoweza kufanywa na mzanzibari mwenye uwezo wa kwanza sisi ni kumwezesha yeye akaweza kufanya biashara hiyo. Kwenye hili hatutokuwa na muhali, lakini la pili tunachosema kwamba sisi wajibu wangu wa mwanzo ni kuwatoa kwenye umaskini bandia huu tuliotengenezewa. Hiyo ndio kazi ya serikali mnayokwenda kunikabidhi, serikali mnayokwenda kuiongoza Sera yetu kubwa ni uwezeshaji, ndugu zangu Wazanzibari, mnaweza mkafanya kila kazi. Aliyokuwa fundi saramala, kazi yetu ni kumtafutia uwezo, kumtafutia maarifa na kumtafutia mtaji, akaweza kuzalisha kwa kiwango ambacho atauza bidhaa yake popote dunia ya leo. Hakuna tena swala la kwamba ni maarifa labda ni jambo kubwa. Dunia leo ni mashine. Seremala yote hapa akipata mashine za kisasa atatengeneza kitu chochote, atauza mahotelini, atauza serikalini, atauza majumbani. Hatutakuwa na haja ya fanicha hizi za kushikiza za Kichina. Leo watengenezaji wa chuma wanachohitaji ni mashine za kisasa na jamani, ni jambo si jambo ah, linalohitaji pesa nyingi. Linahitaji mawazo na serikali kwamba inawajali, inahitaji serikali yenu, sio serikali ya watu waliokuja kutafuta biashara. Nahitaji serikali yenu, serikali yenu. Hilo ni rahisi, ni jepesi kuweza kulifanya, kwa sababu wajibu wetu ni kwenu wajibu wangu kama rais ni kwenu, ndio kazi yangu, ndio kazi ya watu nitakaoongoza kuwatumikia. Tunachosema sisi nchi hii, wafanyabiashara hakuna haja ya kodi leo.